Ukiendelea kusoma hapa kwenye hiyo Yohana 10:27 anasema hivi, "Kondoo wangu wasikia sauti yangu. Nami nawajua na, na wanifuata." Ukiendelea mstari wa 28 anasema hivi, "Nami nawapa uzima wa milele. Wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu." Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kila aliye kondoo wa Yesu Kristo, Mungu anatupa uzima wa milele. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ukimwangalia Samuel, fikiria aliitwa akaenda kwa Eli. Tena Mungu anadhihirisha kwamba sauti yake ni ya kawaida kabisa. Kama Samuel alisikia sauti ya Mungu afu akaenda kwa Eli. Itimizi kwamba kuna vitu Mungu anaweza kaleta vya kawaida kabisa kwenye maisha yako. Changamoto ambazo na wengine wanazipata pia. Mungu akaruhusu uzipitie. Kumbe ni sauti yake anataka utubu. Kumbe ni sauti yake anakuambia anakupeleka mahali. Ni wewe tu kutafuta sauti ya Mungu ili Mungu akupe maeleke, maelekezo, akwambie maana anasema atatufundisha na kutushauri njia tutakayoiendea huku jicho lake likitutazama. Zaburi 32 mstari wa nane. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na anashuhudia pamoja na dhamiri zetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kutafuta sauti ya Mungu ili Mungu akuelekeze. Je, hilo pito unalopitia ni dhambi umetenda? Au Mungu ameruhusu upitie ili kusudi akupeleke viwango vingine? Kuna saa Mungu anaruhusu mapito ili kutupeleka viwango vingine vya kiroho. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tafuta sauti ya Mungu katikati ya mapito. Tafuta sauti ya Mungu.